Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapo kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho Ommy Dimpoz ameposti kupitia kurasa wake wa Instagram, kitu ambacho watu wengi sana wameona kama vile ametoa feedback, yani ametoa majibu kwa vitendo baada ya zile habari za kusemekana kwamba yeye amesha alizingua kidogo baadhi ya vitu ambavyo vimemfanya aliyekuwa mwajiri wake tunamzungumzia GSM kumfukuza kazi. Maana hiyo ni rumors mba. Hizo ni rumors ambazo zimesambaa sana sasa hivi hapa mjini, watu wengi sana wamekuwa wakihisi kwamba Ommy Dimpoz bwana amefukuzwa kazi na GSM, kwa sababu alikuwa anafanya kazi hapo kwa GSM kwa muda mrefu akiwa kama head wa creative department katika kampuni hiyo sasa mwenyewe pia baada ya hizi habari kusambaa, alinotifi mashabiki zake kwamba sasa itakuwaje, kama vile kwa masihara, yani kama vile alikuwa ameconfirm hizo habari kwamba ni kweli, na akawa anajiuliza kwamba itakuwaje? E, mziki wenyewe amesha sahau kuimba na vesi amezisahau kabisa, alafu akasema pia sasa kwa umri aliyokuwa nao kweli inabidi aende, ule umri aliokuwa nao kweli ni wakwenda VETA, ikiwa ikiwanamaanisha kama vile ame Zile habari za kusemekana kwamba yeye amefukuzwa kazi pale GSM. Lakini baada ya hapo ni kwamba Ommy Dimpoz leo amefanya kitu kingine kidogo tofauti. Kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti eh, kampuni nyingine ambayo hii inaitwa haya Tanzania umeona kuna kampuni ya haya ambao hawa ni watengenezaji wa electronics na hapa ta, hapa Dar es Salaam Tanzania. E, wamekuwa wakifanya kazi nyingi wakishirikiana na watu wengi, wamekuwa wakiuza bidhaa nyingi katika maduka mbalimbali mbali, ya kielectronics mambo ya mafriji, matelevisheni na vitu vingine kama hivyo. Sasa Omi ameposti video ambayo ina promote ya ya kampuni hiyo ya haya, and then akaandika hapa chini big brand, alafu akaitagi hiyo kampuni ya haya. Sasa tulikuwa hatujajua kwamba ilikuwa inamaanisha nini, lakini watu tofauti tofauti wametafsiri the way ambavyo wao wameelewa. Lakini hapa kwa mfano, kuna page ameandika kwamba Ommy Dimpoz bwana amewajibu wambea kwa vitendo, alafu akaandika hapa star wa mziki wa bongo flavor, Omari Nyembo, Ommy Dimpoz Eh, amewajibu wambea kwa vitendo kwa kuposti kampuni mpya ya usafirishaji ambayo anafanya nayo kazi. Hii ni mara baada ya kuvuma kwa tetesi za yeye kufukuzwa kazi na bosi wake GSM, huku wengi wakihofia maisha ya msanii huyo kuwa yatakuwa magumu hivi sasa. Sasa ngoja nisome comments ambazo zimejitokeza mara tu baada ya Ommy Dimpoz kuposti hivyo. So hapa kuna huyu hapa anaitwa Miss Reni ameandika, kwamba Ommy ni mmoja tu, ogopeni matapeli. Kwa mtu alisokuambia bwana, anko nasikia bwana, China ni kama ukiingia Mlimani City. Kwa mtu alisokuambia bwana, haya kaka, kumbe mnafiki. Kwa mtu amesokuambia bwana, wanasema eti umefukuzwa. Haya ndiyo majibu yako unayopaswa kuwapa kwa vitendo. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu alisokuambia bwana, Bi Aisha anaonekana mkuu wangu. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu alisokuambia, haya sawa sawa, kaka Omari Nyembo kwa mtuka sasa, tutawaambia nini watu? Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine anasema, kwa hiyo bado upo kazini? Subiri mshahara au safari za kuzuga? Kuna mtu ameandika hivyo, so it is what it is. Ukiwa kama mdau, tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Unahisi kwamba Ommy Dimpoz hajafukuzwa kazi au amerudishwa, au kazi kweli amefukuzwa? Sema tu anapiga za hapa na pale, eh, mambo mengine yaendelee. Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.